Siku mbili baada ya mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasya kufurushwa, na mashabiki katika uwanja wa michezo wa Nyayo na wahuni na hata kujeruhiwa, wakazi wa eneo bunge la Mumias Mashariki na wale wa mji wa Kakamega wamejitokeza na kulaani kitendo hicho, wakisema mbunge huyo ana haki ya kutoa hisia zake kama kiongozi aliyechaguliwa na wananchi. Wakazi wanasema kamwe hawatakubali kwa vyovyote vile kiongozi wao kudhalilishwa, licha ya kwamba wamekuwa akikosoa baadhi ya viongozi wakuu wa kisiasa humu nchini. Sasa wametoa wito kwa idara ya upelelezi kuanzisha uchunguzi wa haraka na kuwatia mbaroni wahusika wa tukio hilo. Haya yanajiri baada ya mbunge huyo kuonekana kukosoa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga katika mitandao ile, kitendo ambayo imefanyika uwanja wa Nyayo Stadium Nairobi. Sio picha nzuri hata kwa Kenya mzima, lakini ule mtu ambaye tunatarajia atusaidie atusaidia kupiganisha, kupigana ufisadi ishe yeye ndioyo anatuma vijana waende wapike kijana wetu. Mheshimiwa ako na haki ya kukosoa serikali, Mheshimiwa ako na haki ya kuona kama kuna makosa arekebishe. Kila mutu ako na uhuru wake wa kutetea inji ya Kenya. Sasa vile Peter Salasya ametetea mambo ya sha mumeenda kumufinyia ndani ya uwanja.